Mizigo ya mzaliwa wa kwanza. Iko mizigo ambayo unaweza kuichukua kwa sababu tu ya nafasi ulionayo kwenye familia, nafasi ya kuzaliwa. Na mizigo hii ni mingi sana, ila leo ninataka nizungumzie kuhusu mizigo ya wazaliwa wa kwanza nyumbani. Mzaliwa wa kwanza mara nyingi huzaliwa bila kujua kwamba amezaliwa na cheo kisichoandikwa Yaani, kabla ya kujitambua, tayari ameshakuwa ameshabebeshwa mizigo kama vile matumaini ya wazazi, heshima ya, ya familia, wajibu wa wadogo, yani kulea wale wadogo zake, na wakati mwingine ndoto ambazo si zake. Hii ndiyo ninaita mizigo ya mzaliwa wa kwanza. Ni kukaribisha katika Daily Wisdom Series ambapo utajifunza masomo makubwa makubwa na hekima ya kila siku ya maisha, ili kwamba upate kufikia ndoto zako kuu na kutimiza malengo yako ulionayo. Mizigo saba ya mzaliwa wa kwanza, karibu. Iko mizigo saba ambayo nitaizungumzia, na kwenye hii mizigo ni na kusihi upate kuelewa vizuri, kwa sababu e, mzigo ambao ni mzigo wa ine ni mkubwa sana, mzigo wa nne ni mkubwa sana, ambao usiukose. Mzigo wa kwanza, mzigo wa kwanza ambao alionao yule mzaliwa wa kwanza ni mzigo wa. Kwa mfano, wakati mwingi anajikuta kwamba anastahili kuwa mkamilifu katika kile kitu anachofanya. Kila mara utasikiana anaambiwa kiongozi afanye hivyo, wakati mwingine anaambiwa eh, haujatoa mfano mzuri kwa wadogo zako walio nyuma zako kwa hivyo jitahidi, unapaswa kuwa mkamilifu pasipo kosea, yaani haruhusiwi kukosea, haruhusiwi kukosea. Akifeli familia yote imefeli, na matumaini waliowekea waliomwekea na ya kuwa mfano ikishapotea basi, anajikutana ya kwamba anaishi maisha ya maigizo, sio maisha yake. Mzigo wa pili ambao huyu mzaliwa wa kwanza anakuwa yuko nao ni ule mzigo wa kiuchumi. Yani anajikuta kwamba anachukua kusaidia ada za wadogo zake, awalipie shule, ajenge nyumba kwa ajili ya wa wazazi wake, kuchukua majukumu ya baba mapema, na ndoto zake binafsi husogezwa mbele. Wakati mwingine anaacha kwa ajili ya familia, anaacha kufanya kile ambacho alistahili kukifanya. Na sio yeye peke yake, wale wote pia wanaotegemewa katika familia huwa wanachukua nafasi hii ya majukumu kama vile mzaliwa wa, wa kwanza. Ni nini mzigo ulio nao katika familia yako kama mzaliwa wa kwanza au kama mtu ambaye unachukua nafasi ya wajibu mkubwa sana? Ni mzigo gani ulio nao? Je, naona mzigo huu, mzigo wa kiuchumi. Mzigo wa tatu, mzigo wa tatu ni mzigo wa kisaikolojia. Kwa wazaliwa wa kwanza katika familia, mzigo wa kisaikolojia, huwa wanapata hofu ya kuwavunja moyo wa wazazi wa wao, sababu yani, wao ni tegemee wazazi ni kama wanawategemea, alafu wana hofu ya kuvunja wazazi wao moyo, wanajiona eh, kana kwamba hawana haki ya kupumzika. Wanasema nisipotumika, eh, familia itatokomea ita, ita, ita katika umaskini mkubwa, familia itatokomea katika njaa, familia itatokomea yani. Hao na hao ninaowasema ni mzigo ambao ni wa mzaliwa wa kwanza ambaye bado zamira zake ziko sawa lakini kuna mzigo mwingine wa kifamilia, wa, wa kisaikolojia ambao wanakuwa nao ni ule mzigo wa kujilaumu kwa kila kitu wanachokifanya pale wanapozani kwamba kitaharibika. Wanasema inawezekana kila kitu kikaharibika, wanajilaumu, wanajilaumu. Huo ni mzigo wa tatu. Mzigo wa nne ni mzigo wa kiroho. Mzigo wa kiroho ndio nilikwambia kwamba uelewe kuwa ni mzigo mkubwa kuliko yote. Unajua, ukiwa ni mzaliwa wa kwanza au wazaliwa wa kwanza ambao wameokoka wanajikuta kwamba wana, wan, wanachukua nafasi ya kuwaombea eh, ya, yaani wanawaombea kuliko wengine wote mm. Na wakati mwingine anaombea watu wengine kuliko kuliko yeye hata mwenyewe, lakini kuna kutegemea kuwa nguzo ya familia. Hapa ndipo nina, ninaomba uangalie hichi kitu, usizani kwamba ni kidogo. Ukiwa wewe ndiyo nguzo ya familia, unachukua una mzigo mkubwa sana, sababu eh, hata mila zenyewe na desturi na sasa kwetu Afrika, wakati mwingi unakuta kwamba baba akifariki yule mzaliwa wa kwanza huwa anapewa majukumu makubwa na mazito kwa ajili, kwa ajili ya kuilea familia, na huu ni mzigo mkubwa wa kiroho. Hata dhamira zenyewe zitakushuhudia, kila mara utajiona kana kwamba una deni, una deni ile ya kiroho ambayo inakwambia kwamba lazima unge, ungewasaidia kwa sababu wewe ni nguzo ni nguzo ya familia. Lakini pia kuna wakati ambapo wanabebeshwa laana au maagano ya kifamilia nakuta ya kwamba kwenye familia ambazo ndani yake kuna ushirikina, wako watu ambao wana wanatambika wanatoa sadaka na kafara kwa ajili ya wazaliwa wa kwanza wote wa familia, na hapo ndipo utakuta ya kwamba kila mzaliwa wa familia kwenye ile familia alitolewa labda katika ibada za sanamu, katika ibada za miungu, katika ibada za kimashetani, na wale ambao wanajikuta ya kwamba wamedharau habari za za mbingu na habari za Mungu wa, wa, wanajikuta kabisa kwenye familia ile, wanakuta wazaliwa wa kwanza wote ni mapumbavu au wazaliwa wa kwanza wote kwenye familia ile ni maskini, au labda unakuta ya kwamba wanaachika kila mara kwenye ndoa, au unakuta ya kwamba hawawezi kukaa na mwanamke mmoja, anaweza kuoa zaidi ya mara kumi. Lakini wakati mwingine unamkuta ya kwamba ni mlevi, wakati mwingine unakuta hali yake ya uchumi iko mbaya sana. Huu ni mzigo mkubwa wa kiroho ambao lazima kila mzaliwa wa kwanza anaweza kutathmini na kuangalia anawezaje akautua, anawezaje akautua labda nitakavyozungumza kuhusu suluhisho pale baadaye, naamini utanifuata. Utani sasa, kuna mzigo wa tano, nao ni mzigo wa uongozi wa kulazimishwa. Unajua, kuna mzaliwa wa kwanza ambaye anaonekana kama yeye ndiye mzazi wa pili. Nakumbuka eh, kwenye familia moja ambapo kulikuwa marafiki zangu wamoja tunazoea kufika kwao, unamkuta yule dada yake mkubwa. Kwa sababu walikuwa wamelelewa katika mazingira ambayo baba yao alikuwa amefariki mapema, lakini kwa sababu yule dada mkubwa yule ndiye aliyekuwa amefikia umri wa kwenda shule ya sekondari, kwenye nyumba ndo alikuwa anachoa majukumu yote, yeye ndo alikuwa kama mama kwenye ile kwenye ile familia. Alafu yule rafiki yangu, kwa sababu tulikuwa bado tungali wadogo, alafu yule rafiki yangu hata kama ndo alikuwa eh, kijana mwanaume mfulana, yeye hakupewa majukumu kama yale ya, ya dada yake, ila wakizungumza na mama yao, yani yule mama yao, unasikia mama anasema kila mara, wewe ndo baba yetu, wewe ndiye baba yetu hapa. Lakini pia wanamfanya awe muamuzi wa migogoro. Migogoro ikitokea kwenye familia, utakutaya kwamba yule mzaliwa wa kwanza anapewa nafasi ya kuamua migogoro inayotokea lakini wakati mwingine yeye ni mlezi wa wale ambao ni wadogo. Kuna mzigo wa sita ambao e, wanampelekea yule mzaliwa wa kwanza pale nyumbani ni ule mzigo wa kutoishi utoto, yani zile raha zote za utotoni, zile starehe zote za utotoni, ile michezo yote ya utotoni, yani an, an, anakuwa kana kwamba amekatazwa, anaanza kujikuta amekuwa mtu mzima mapema anakuwa hana nafasi ya makosa, anaruka hatua za maisha. Kuna michezo ambayo hatacheza kwa sababu anawekewa mindset ya, ya, ya, ya kutosha utoto ndani yake. Na mzigo wa saba ni ule mzigo wa kufanikiwa kwa lazima. Anasema mm, wewe ni baba, ustahili kushindwa. Hata kipaji chake hakisikilizwi, hata kipaji chake hakisikilizwi, analazimika <laughs> analazimishwa kuwa pia. Eh, anaweza kusoma kile ambacho wazazi wanataka, wale ambao wanaongoza familia, kile ndo atakachokisomea. Vipaji vinakufa kabisa ndani yake, na hivyo anakuwa hana tena nguvu yoyote ya kuishi yeye kama yeye, anaishi yeye kama familia inavyo inavyotaka. Nimekuandalia suluhisho sita za, za kujikomboa katika, katika ile hali, na hizi suluhisho zinaweza zikakusaidia. Kitu cha kwanza ambacho kifanye, ujenge mazungumzo ya mapema sana na wazazi jenga mazungumzo ya mapema sana na wazazi. Ukishajenga mazungumzo ya mapema sana na wazazi, wazazi utakuwa katika nafasi nzuri ya kuwaelezea kile unachokitaka, ya kuwaelezea hisia zako, ya kuwaonyesha vipaji vyako kwa sababu umesha kuwa rafiki yao eh. suluhisho ya pili, chagua kazi kulingana na kipaji, sio presha. Ukishajua kipaji chako uchague kazi kulingana na vipaji vyako kwa sababu umeshajenga urafiki, umeshatanguliza urafiki, wazazi watakuwa rafiki zako. Acha nikwambie kitu, hakuna mtu ambaye ambaye ana, anaweza kupita hii pasipo kufanikiwa. Labda tu ni kwa sababu tu umefika mpaka hapa kwenye, hii, kwenye hili somo, ngoja nikwambie kitu, hakuna mtu ambaye atakuwa rafiki yako vizuri sana kuliko mzazi wako kuliko yule mlezi wako anayekulea, ikiwa wewe ni yatima una mlezi. Sasa yule mfanye kuwa rafiki yako kwa. Kwa sababu huyu anakujali sana kuliko watu wote ikiwa kuna mtu ambaye anataka ufanikiwe ni mzazi wako. Ikiwa kuna mtu ambaye anataka aone mafanikio yako uko kwenye top success kabisa, ni yule ambaye ni mzazi wako au mlezi wako anayekulea, anaye, kwa sababu hataki ufeli. Kwa hiyo chagua kazi kulingana na kipaji na usitumie pressure. Tanguliza kwanza kujenga mazungumzo ya mapema sana, jenga urafiki, alafu uchague kazi kulingana na na vipaji vyako, sio kwa sababu ya presha. Kitu cha tatu ambacho ni suluhisho: tenganisha kipato cha kusaidia na kile cha kujenga ndoto yako. Pesa zote unazozipata usizimalizie kwenye kushughulikia majukumu ya familia peke yake, weka akiba kwa ajili ya kujenga ndoto zako za kesho, na maisha yako ya baadaye yafuatilie ya malengo yako. Jifunze pia kusema hapana kwa heshima. Kuna wakati ambapo una, unajikuta ya kwamba kuna matatizo. Kuna kitabu kimoja ambacho nilikuwa nakisoma kinaitwa Boundaries, nimesahau mwandishi wake, lakini anasema ya kwamba kuna watu ambao wanafeli kwa sababu hawajui kuweka mipaka. hawajui kuweka mipaka, weka mipaka ya maana ambayo inaweza kusaidia. Jua kusema hapana kwa wakati sahihi, lakini pia eh, kile ambacho ninaita suluhisho ya, ya, ya, ya, ya, ya tano, ni utambue tofauti ya wajibu na hatima yako. Wewe si baba wa familia, wewe ni mtoto na ni mtoto mmoja wapo wa watoto kwenye ile familia. Una ndoto zako, una, una, una vile ambavyo unavyovipenda, una vile ambavyo unavyoviweza na, vio na vile ambavyo haviwezi. Kwa hivyo usijichanganye, usijichanganye kabisa. Kuwa makini sana kwa sababu wewe ni mtoto katika ile familia, sio baba. Lakini pia ukitambua wajibu wako na hatima yako kivitofautisha, utajua jinsi ya kusonga ya kusonga ya kusonga mbele. Eh, kitu cha mwisho na ndicho kikubwa zaidi sana kama suluhisho Mpe Mungu nafasi ya, ya kukuongoza eh, usiongozwe na hofu ya familia, ongozwa na Mungu, mpe nafasi Mungu ukamwelewe. Na hivyo nataka niseme hivi kuwa mzaliwa wa kwanza ni baraka, sio kifungo. Saidia familia, lakini usikize kipaji chako. Huwezi kuwainua wengine ukiwa umeanguka ndani. Narudia, huwezi kuwainua wengine ukiwa umeanguka ndani. Huwezi kuwaboresha wengine wakati wewe mwenyewe utakuwa umekufa. Ninafurahi kwa sababu umefuata somo hili mpaka hapa. Ni kushukuru ni kusihi, usisahau kusubscribe, kulike na kushare, ili uwe wa kwanza kupata masomo yetu. Usisahau kucomment, sio lakini jifunze.